mikono pita, mikono pita, mikono ongeza tena, ongeza makofi, ongeza makofi, ongeza makofi, ongeza makofi, ongeza na molele molele molele molele. Sake, Sake, habari. Mie saa hii sina mambo mingi ya kuzungumuza ya pili, nilikuwa na mtu sasa, tulikuwa tunaenda pale ku prison kwa mtu mwenye aliniambia neno, akaniambia mbone watoto ya Sake walipata vita sana, mbone watoto ya Sake waliteseka sana, na kuko watu wenye walishaleta mataksi hapa, ni watu gani? Sasa tunaambia watoto ya Sake, tunaambia watoto ya Sake, musoko ya sake mabotike ya Sake, tunawapatia troma na hamulipe taksi. Kama kuko wataksatele wenye wako na lipisha watoto ya sake wayuwe, kuanzia leo watoto ya sake wako na miezi tatu na hawalipe kitu, kwani batoto ya sake hapa sake kulikuwa vita, batu walipoteza vitu mingi na si hatuna kingine cha kusaidia population ni kuiexonerer zile taxe ju population ne ginsi ya kurudia mu maisha ya kawaida. Ça ça va, va. Ça va. wa wakaaji ya sake wameteseka, walifanya, walifanya kama miezi tano kama miezi sita wako kwa vita. Wakaaji ya Sake walikuwa walikimbilia Mugunga, leo hii ndio wako narudia. Watoto ya Goma wanakuya uza nyama siri tu, niona nafasi kwenye wanachuruza nyama ya nguruwe, watu wote wanatosha Sake. Leo hii watoto ya Sake tuwapatie miezi tatu nao wajijenge, kwani walikuwa kwa shida siku za kutosha.

kata na at a hmm, sana leo, guverner anasema hamutalipa chochote miezi mitatu. Tunafurahi, tunafurahi sana sana, na Mungu ambariki, Mungu ambariki. Mnafurahi nini? Tunafurahi. Unafurai, u balisha ambia kila butike mwenye kuna butike anze kuwa analipalipa no chaque d makuta makuta makuta makuta makutaautaauta. Tunamshukuru sana ametwatia bonus ya Habari yako? Mzuri papa. Mzima. Mzima. Kwa nini uko hapa? Mimi niko hapa nimekifuata mitingi ya governor. Ninafurahi sana kuona ndizi governor ametupunguzia kwa hizi mataxi. Juu kwanza mimi niko mchuruzi wa nyama na toshangombe mushaki. Mbe, ninalipa 20 dolari. Nikisha ifikisha hapa sake tena kusema nichinje tena ninalipa 10 dolari. Eh, bwana ninasema Mungu amubariki wa kabisa. Ajikaze hivi yenye amesema na vitimilike. Juta tulitoka mungambi na franka, hatuyajeinstale directement mungili directement anatutilia taxe ya murefu vile umwe kwanza, ngiza metusaidia anatupatia le 3 mois, tukweni tumejipanga. Mungu kabisa ambariki sana no. Naomba kuja fanya nini hapa? A, umeonaje? Gu, umevaa shapo ya nani? na kwa nini umekuja hapa? Iu na, hey, na, mm. Na unasikiaje hii hatua yake ya kusema watu wasilipe taxi wa Sake? Nimefurahi sana kabisa kwa hiyo hatua yake na kutu mabarabara kuhusu mataksi nayo kupunguza, bala nimesema asante sana kwake, so, Mungu ambariki wa kwa wasaki macha kadukist hali hali safi kabisa hakuna tatizo. Mm, nimeshasikia ambao mzee ameshazungumza hapa hapa, nimeshafarijika kwanza. Mimi natumika kazi botike, chukudie boshoferi kazi zote tupate pesa. Pesa bila pay, bila kazi pesa tumeshakosa. Hata tukitumika kazi pesa tunapata. Sasa unapte barabara ni mbaya, hatupate pesa, ndio maana, na kwa ajili ya taxe, sasa kwa mzee amesema se miezi mitatu awalipe taxe hapo wasafi, kwa sababu wachukudie wa motare wanabeba mifuko mbili kwenye pikipiki piki, afika kwenye bariere mfuko mmoja moya dolare 10000 francs 20000 francs na kutano, na mchurizu, kule mchuruzi na kule kutokana franga zenyali tumia ngura pesa zinakuwa za kidogo anafikia kuhomba. Ndio maana wachuruzi wanasema hebu, bwana Mungu awabariki ngambo ya taxe, ngambo ya barabara pale, tunashukuru Mungu sana, ndio Mungu amubariki Baba, Mungu amubariki sana. Eh, ilikuwa namna gani? Tulikuwa nalipa kwa mabasi tunalipata 1000 francs na ba kutuletea wanalipa 3000 francs na kubariere muvambiro wanalipa 5000 francs. Sasa leo mnajisikiaje? Leo tunasikia

magonjwa ah, pole sana ah. Mama habari? Mimi na abari natazungumza na nyinyi muko watu wa Sake hey, bo mama, wanasema amu tena amutalipa tena taksi, mulikuwa munalipa lipa pesa pengine munapokea namonagani, muna message ya governor sana, guverner

Sawa. <tutu> eh. Hey. Mama, kuna uzisha sombe? Kuna uzisha sombe. Hii sombe inatoka kwa wapi? Sombe kwa toka milima kule hiyo. Si hapa ni Sake. Ndio. Maisha iko namna gani? Maisha iko magumu sana, sio aibu kimizi akila siku hmm. Tu tu tulikuwa na kimizi. Tunakosewa mafuta, tunakosewa kulipia watoto kwa masomo na njala. Lakini leo tena mumeanza maisha mapya. Tunaanza upya lakini tunasumbuka tu ndio tuko Anasema msilipe takse miezi mitatu. Asante. Ni kweli kabisa. Mitatun somba yanasema nini?

E, am meanja kumalisha chakula mama, hapana, hatuyaanza lima, hatuna mbegu, hatuna za kulimisha. Sasa isombe natoka wapi? Isombe tuko nenda irangura shasha minofa kule mbalimbali, tuo tuko natoka hivi. Hmm, bado hatuyakumalisha ah lakini mumeanja alima eh, tu, tukepata mbegu, tunapaswa alima juma mashamba zetu ziko. Unajisikia namna gani maisha yako baada ya kutoka mkambi kule? Maisha iko nguvu sana, tunateseka sana kusema tupate vya kukula, kugharamia vatoto, sabuni ya kufulia vatoto, uniforme, viko nguvu sana, tunateseka sana, pole pole. hivi ndivyo hali ya maisha iko sasa hapa Sat.

venye wanakuya ujisha na, na sie wanatuujishaga venye valilimaga wenye vakukutanaga na vita ta walilimaga vakonaku maisha imerudi hapa? Maisha atuyapata, maisha uwona vilima vyote akuna kwenye kuko mimea, baba ya tunateseka tu tuna, na na vakuandika navo vanakuya, wanatuacha siye vazehe, wanatuacha sie vamama, wanaandika vevangali wa kidogo na franga za kubapatia siye, wanatuwachi. Lakini unajisikia vizuri ukiangalia tofauti yenyewe? Mulikuwa munaishi mkambi kule, basi. Tulikuwa tunaishi mkambi kila mwezi tuni, wanatupatiaga ile bunga, wanatupatia na ile manjegere kidogo, lakini hapa tutaenda kwa malisha kabisa. Ni watoto wameisha teseko. Sasa munataka nini? tuna... munataka nini munapenda nini? Tunataka baba yangu tunataka amani, amani njo tunataka, na shamba zetu wasikontrole zetu, kulikuwa tunalima jumuko vitu vibaya sana na, tuna, na tunaogopa kwenda ku, tunaogopa kwenda kulima, tunaogopa kwenda kuvunja makuni. Watusaidie tu, batupatie amani, batutoshee na ile mitego, na batoto vetu wamingi walisha bavea, si walivabevaga mama, tunaikalaga tu na mauzuni, njala mitego, njoo nini? Mabombe. Tunasema mitego ni mabombe mm. Mabombe zingali mushamba baya zitegulaga ta siku moya babangu. Yani, mtu aneza enda lima, anaipiga ndani, anaipiga ndani jembe. Kuko benye balienda kwanza wakakuwa bunyama bunyama, baliwaleta mumabashe juu kwenda mushamba. Kumbe bange turumia tu batutegulie mitego tuone kinzi ya kwenda mumashamba kutafuta makuni ama kulima tena chakuni, hmm.

Unasema? Unasema nini mama? Ulikuwa unasema nini? Nikuwa sema siye watupokelesha, kama mpokelesha nusu na nusu wanayacha. Hatuna na kazi. Hali ya maisha? Hatuna kitu. Hali ya maisha tunaishi, ishi tu hatuna kitu. Unaomba nini? Watusaidie na vya kula na vya kutumikisha. Lakini wanasema hamtalipa tax miezi mitatu. Hakuna na tulipisha na alipisha anasema kuanja leo sasa, kama kesho. Hey. Right. Wanasema wako nafanya nini mamak?

Hamutalipa kwa sababu guverneri amesema. Sasa hivi, pengine mnapokeaje ujumbe wake?

Bila kazi, ya, bila kazi ya kijeshi wanaume hawatapata kazi zingine bila ile kazi ya kijeshi, anasema mwenye anapenda mwenye anapenda. Na wengine tunasema kuhusu mji wa Sake, tumeona mabivera mabashe zinayala mungini mo mabashe ya mingi anajenga watu ya mingi walitoka makambi manyumba zao zilishalungula bana mingi, kambi, zilisha lungula, kwa kuishi banateseka na vapiga sana, hasa tusaidie sana wale wamama banakosa kuishi

Nauza makala natoka wapi? maisha iko namna gani? Hali ya maisha sasa, guverneri amesema msilipe kodi. Mnajisikia namna gani?

Mama. Hey mama, unasema nini? Unasema nini mama? <laughs> <laughs> <laughs>